Leo tutaenda kuyangalia mambo ya kuzingatia pale unapokuwa kijana. Mambo ya kuzingatia pale unapokuwa kijana. Tunajua kwamba maisha ya mwanadamu na kusudi lake linaanza kutengenezwa pale akiwa kijana. Ina maana matokeo yale ya uzee ni matokeo ya ujana. Hivyo basi tunajua kwamba kila mwanadamu aliyekuja katika dunia hii, tukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa ishirini na sita ikisema kwamba Mwenyezi Mungu alisema tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Hivyo basi mwanadamu anapokuwa kijana ndipo pale ambapo kusudi lake linaanza kutengenezwa. Ina maana ndoa inaanzia katika ujana, matengenezo yote yanaanzia katika ujana. Hivyo katika kijana hutengenezwa rais, katika kijana hutengenezwa mwalimu, katika kijana hutengenezwa waziri, katika kijana hutengenezwa injinia. Wale watu wote ambao wanakuwa wamepewa hizo karama wanatengenezwa katika ujana. Bwana Yesu wasifiwe tena. Hivyo katika uchungaji pia unaanzia katika ujana. Bwana Yesu wasifiwe tena hivyo basi, pale mwanadamu, ambapo unakuwa umeshindwa kujitambua kusudi lako kuja la kuja duniani hapa, ndipo pale kusudi linapotumika kinyume. Kwa sababu gani? Watu wanaowinda vijana sana nyota zao, ili waweze kuzitumia, na sababu ya hiyo wasiweze kuzitambua njia zao. Hivyo basi kuna mambo ya kuyatambua kuna mambo ya kuyatambua pale unapokuwa wewe ni kijana. Jambo la kwanza, inatakiwa mwanadamu, inatakiwa wewe kijana, ulitambue kusudi lako la kuja duniani hapa, kwa sababu kila mwanadamu aliyekuja katika dunia hii ana kusudi lake. Tumeangalia kwamba kuna mawazili, kuna marais, kuna walimu na kazi nyingine zinaanzia katika ujana. Hivyo basi kusudi lako utalitambua vipi? Ni pale ambapo utakuwa umemtafuta Yesu Kristo wa kutengenezea hilo kusudi. Kitabu cha Mhubiri sura ya kumi na mbili mstari wa kwanza kinasema, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla azijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utaposema mimi sina furaha katika hayo. Bwana Yesu asifiwe. Tena tumekwisha kutambua njia ya kuwa salama. Ili kuweza kufikia kusudi lako, ni lazima umtafute muumba wako ukiwa kijana, kwa sababu ukiwa kijana unakuona nguvu zote za kumshinda shetani. Hivyo basi, nguvu zako usizelekezee katika waganga wa kienyeji, nguvu zako usizelekezee katika uzinzi, nguvu zako usizipoteze bure, kwa sababu lipo kusudi lako. Hivyo basi pale ambapo utakuwa umeshindwa kumtafuta muumba wako siku za ujana wako, ndipo pale shetani atakunasa, hivyo katika siku za uzee wako atakuaibisha. Ina maana wewe utakuwa unaenda, utakuwa umeenda katika njia zake, mwisho wa siku yatakuwa ni mateso, hutotamani kuishi tena. Hivyo basi, jambo lingine la kulitambua, nataka utambue, kijana, mtu awaye yote asiudharau ujana wako awe mama yako, awe baba yako, awe dada yako, awe kaka yako, asiuzalau ujana wako, auheshimu na kuona una thamani sana. Hivyo basi, pale ambapo we kijana utakuwa umejizalau, ndipo pale ambapo wengine watakuzalau, watakupeleka huku na huku, mwisho wa siku utakufa, utakuwa umeliacha kusudi lako. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya nne mstari wa kumi na mbili inasema kwamba mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na, na, na mwenendo na imani na usafi. Bwana Yesu wasifiwe. Tena hivyo mtu awaye yote asiudharau ujana wako il, ila uwe kielelezo kwa wale ambao watakaokuona, pale ambapo Mungu anakuwa amekufanikisha na wengine watapata kupita hizo njia na watatamani sana kupita hizo njia ambazo umekwisha kuzipita. Ina maana utakuwa wewe ni kielelezo wale watu ambao wana, wanatamani kufika, utawapa njia za wewe kufika za, za, za, za wao kufika hapo kama wewe ulipofika. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi, Mtume Paulo yeye alisema katika kitabu cha waraka, waraka wa Yohana sura ya, waraka wa Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi na nne. Nasema kwamba nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu za kumshinda shetani. Hivyo wewe uliye kijana litengeneze kusudi lako mapema sana kwa sababu kuanzia ndoa inaanzia katika ujana. Tunajua ndoa ni ya Mungu. Ina maana mafanikio yote yanaanzia katika ujana tumekwisha kuangalia wengi ambao shetani anakuwa anawavuta katika upande upande upande wake ni vijana. Unakuta vijana wengi wanakufa katika miaka iliyo michache, kusudi kwamba wasiweze kutambua kusudi lao. Bwana Yesu wasifiwe tena. Hivyo basi, wewe kijana, mtafute muumba wako siku za ujana wako Usipelekeshwe na upepo wote wa dunia hii, usipelekeshwe na maneno ya watu kusema maisha ni magumu, wakaupelekea waka waka kwenye kunywa pombe, kuvuta sigara, kuvuta bangi, hao yote hapo ili kuharibu ufahamu, usiweze kufikia kusudi lako. Hivyo acha dhambi, tengeneza maisha yako na Yesu Kristo. Bwana Yesu wasifiwe tena. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi ya kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.